Singida. Mashindano ya Mei Mosi Kitaifa yanaendelea mkoani Singida, ambapo kwa leo Aprili 23, 2025, michezo ya mbio za baisikeli kwa wanawake na wanaume yazidi kutikisa ikihusisha wafanyakazi kutoka wizara, taasisi, wakala na idara za serikali na ofisi za wakuu wa mikoa nchini. Michezo hiyo imehusisha jumla ya wa washiriki 21 wakiwemo wanawake kumi na wanaume 11 huku kwa upande wa wanawake Scolastica Hasiri kutoka wizara ya uchukuzi ameibuka mshindi kwa kilomita 30 na kushinda washindani wake wakiwemo Mwajabu Bwire kutoka Mahakama ya Tanzania alishika nafasi ya pili na Donasia Tesha wa wizara ya fedha. Kwa upande wa wanaume, James Sijela wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi ameibuka kinara wa mbio za kilomita 50 akiwashinda Chacha Ikwabe kutoka TAKUKURU alishika nafasi ya pili na Stephen Sanga wa Ocean Road hospitali akishika nafasi ya tatu. Msimamizi wa mchezo huo wa baiskeli Hosaidi Nyamoga kutoka ofisi ya Rais Ikulu ameeleza jinsi mchezo huo ulivyokuwa na hapa anaeleza. Aa, kwa majina mimi naitwa Hosaidi Nyamoga kutoka ofisi ya Rais Ikulu, lakini pia ndo kwa leo nilikuwa msimamizi na mratibu wa zoezi la baiskeli. Kimsingi zoezi hili limeenda vizuri. Kwa upande wa wanaume tumekuwa na taasisi kumi na moja na upande wa wanawake tumekuwa na taasisi nane, lakini kwa upande wa wanaume wameenda kilometa hamsini na upande wa wanawake walienda kilomita 30. Ah, uh, hali ya hewa huku mwanzo ni nzuri kutoka hapa Singida mjini mpaka kufika kwenye mzunguko unaogawanya barabara ya kwenda Arusha na mikoa mingine kama Dodoma, hali ya hewa iko vizuri, lakini kuanzia pale kwenda kule kwenye mizani hali ya hewa ilikuwa nzito, lakini waendesha baisikeli kwa sababu wengi wamejiandaa wamekimbia vizuri, hasa yule ambaye amekuwa the best one kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani amekuwa yuko vizuri, tumeenda naye mpaka mwisho, amefika mwisho na amerudi vizuri. Lakini pia kuna mshiriki mwingine kutoka Takukulu naye amekuwa yuko vizuri, amekimbia vizuri kwa muda mzuri, nadhani wengi wamekimbia kwenye muda wa walisa masaa mawili na dakika kama ishirini hivyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tumeenda salama, tumemaliza salama, lakini pia tunashukuru jeshi la polisi, wametusaidia wamekuwa pamoja na sisi, wametueskoti vizuri, hakuna changamoto kubwa ambayo imejitokeza zaidi ni wale waendesha baskeli ambao baskeli zao zilipata pancha, lakini nao tunashukuru Mungu amerudi salama. Kikubwa tuendelee kuwahamasisha kwa ajili ya michezo mingine ambayo itaendelea siku ya kesho. Tutakuwa na michezo ya drafti pamoja na ya karata pamoja na bao. Kwa hiyo tunawaomba wakazi wa mkoa wa Singida watusapoti, kama serikali ilivyoamua kuleta hii michezo hapa, basi na wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuwashangilia wanamichezo wetu. Kwa leo kwa kweli, changamoto ni hali ya hewa. Jana kulikuwa na jua siku nzima, lakini kwa leo kumekuwa na hali ya mvua kidogo na mawingu mazito, ukungu ni mkubwa. Kwa wale wanaotoka mikoa ya nyanda za juu kusini kama Njombe, Mbeya, wanaweza wakawa na experience hiyo ya kwamba kuna ukungu, mtu hawezi kuona mbele mita hata mia. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tumeipata, lakini kwa upande wa sisi kama kamati hakuna changamoto yoyote ambayo tumekutana nayo. Uh, kimsingi hii michezo imekuwa ikifanyika mikoa tofauti. Utofauti wa mkoa wa Singida wakati tunakuja tulisema Singida inawezekana pakawa padogo lakini tu, pametutosha na tumepata vitu vingi hasa kuku. Sisi kama washiriki tunafurahia sana kuku lakini pia michezo mi inachezwa sehemu za karibu sio mbali sana kwa maana ya viwanja vile tulivyovipata viko karibu. Kwa hiyo mkoa kama mkoa, kwa kweli tunaushukuru na uongozi wake na kamati yake yote ya usalama, wako vizuri. Sisi tunafurahia na tu, bado tuko Hassan, leo ni siku Snaderil kama ya 12, na bado tuna sindira siku zingine zaidi ya nane. Kwa hiyo tutaendelea kuwepo hapa, tunawapongeza tuna na tunashukuru kwa ushirikiano wenu, hasa waandishi wa habari, pia mnajitahidi, mmekuwa na sisi tangu tumefika mpaka leo na tunaamini tutakuwa nanyi make nyinyi ndo mtakao tusaidia kupaza sauti na kuwafikishia wananchi wengine ujumbe. Washiriki wa mchezo huo wamezungumzia jinsi walivyoshiriki katika mchezo huo, huku baadhi wakiibuka washindi. Ah, kwa majina anaitwa Scholastica Hamisi Hasiri, natokea taasisi ya mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, lakini hapa ninawakilisha Wizara ya Uchukuzi. Kwa kweli mashindano yalikuwa mazuri sana na ushindani ulikuwepo. Uh, always kwenye mashindano lazima apatikane mshindi, na siku zote mshindi ni lazima apatikane, kwa sababu ndio maana yakaitwa mashindano. So it, ilikuwa ni tough sana hii barabara. Of course uh, kwa, kwa uzoefu wangu ilikuwa ni barabara nzuri sana kwa ushindani, na ni nzuri kwa ku, kwa kumpa kwa kumwonyesha kwa mshindi. Kwa hiyo niseme tu kwamba nina furaha kubwa sana kwa kuwa mshindi wa kwanza, lakini pia nina furaha kwa sababu nimeiwakilisha vyema wizara yangu ya uchukuzi. Hivyo hapa ninasubiri ile Mei Mosi nipande pale jukwaani, mama kanikabidhi kombe langu. I'm the winner. Um, kwa kweli um, ni miaka kama kumi nao nashiriki kwao, ina na, uzefu kidogo na kilomita tulizokimbia ni kilomita 30, lakini ni zile 30. Yes. Wapinzani wako, wapinzani wako wamewacha mbali. Siku zote kwenye mashindano ni lazima uwe umejiandaa. Kwa nini nikasema kwamba nimewawin? Kwa sababu nilikuwa niko vizuri, kwa maana kwamba nimejiandaa na nilikuwa ninajua nini ninakuja kufanya hapa Singida, na kubwa zaidi tamanio langu nilikuwa ni kubeba kikombe na kukipeleka kwa katibu mkuu ambaye ndiye mlezi wa wizara yetu ya uchukuzi. Yes. Uh, of course kila mwaka kunakuwa kuna ushindani kwa sababu uh, taasisi zingine pia au uh, wizara zingine pia zinaenda zinajipanga. Kwa hiyo kila mwaka ushindani unakuwepo, kwa hiyo mwaka huu pia ushindani ulikuwepo mzuri tu, lakini ishi kubwa ni kwamba aliyejiandaa lazima atashinda, na siku zote mashindano ni lazima apatikane mshindi. okay, matarajio yangu makubwa ni rahisi kuendelea kusapoti michezo kwa sababu michezo inatufanya tuwe fit, lakini pia michezo inatupa connection, maanake tunapokutana huku tuna interact, kwa hiyo inatufanya tuweze uh, kubadilishana mawazo na mwisho wa siku tunakwenda kuzidisha, yani naweza sema tunakwenda kuongeza uh, juhudi katika ufanyaji kazi wetu kwa sababu tunakuwa tayari tumeboresha afya zetu kwa hiyo natamani mheshimiwa, mweshimiwa Rais atamke neno kwamba michezo iendelee ili wafanyakazi kazi tuzidi kuwa fiti, na tunaahidi kwamba kazi itaendelea. Asante. Anaitwa Mwajabu Bwire kwa majina, anaitwa Mwajabu Bwire kutoka Mahakama Tanzania. Kiukweli ndio ilikuwa ngumu ngumu sana, hasa kilometa kumi ngumu sana kwenda, lakini kurudi, alhamdulilahi. kikubwa mazoezi hayadanganyi. E, mazoezi na kujitoa kwa ajili ya taasisi. Nashukuru Mungu nimewakilisha vyema, nimekuwa mshindi wa pili. Hali ya hewa ni ngumu, kuna ukungu, ndio maana nasema kujitoa kwanza, kataa maumivu, ushindi unakuja. Hii mara ya pili kwa sababu ya vilima, kuna vilima vingi sana Eh, kuna vilima vingi kwa, kwa kilomita kumi ile kuimaliza kilomita kumi, vilima vilikuwa vingi sana. Shigera natokea Jeshi la Polisi, Wizara ya Mambo ya Ndani. Napenda kumshukuru Mungu kwa kweli na kuwashukuru viongozi wangu CPF, IGP wangu kwa kuwa ananipa ruhusa ya, ya kufanya mazoezi pamoja na rapisi wangu na usidi wangu kwa kweli, wamenipa wame sapoti kubwa ya kunipa muda wa mazoezi nikiwa kazini na leo nimekuja kufanya mashindano kuiwakilisha wizara mambo ya ndani. Kwa kweli nimeweza kuonyesha uwezo wa hali ya juu na kuwashinda wapinzani wangu, jambo ambalo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa ilikuwa ni ngumu, lakini training yangu ndio iliyosababisha nikawa mshindi. Napenda kuwashukuru sana na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii <tutu> ni awamu ya tatu na shiriki mashindano haya ya Mei Mosi na yote nimekuwa wina. Kuna tofauti gani kati ya haya mashindano? Haya tofauti wake, kwa kweli naweza nikasema yalikuwa na upinzani pia, na hali ya hewa ilikuwa ni ngumu, ukungu ni mkubwa, inafika sehemu mpaka hata njia huioni, pia changamoto ya magari nayo, na kutokana na hali ya hewa, lakini tunapenda tu kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama Ehayo ambacho k sasa kutoka kwa kweli, napenda kutokana na kiwango nicho akionyesha niweze kuiwakilisha nche kwa mashindano mengine. <laughs> <laughs> haukuwa rahisi uanakoko eh, ha -ha, na mafanikio kufika nafasi ya via kikuo. Na changamoto, changamoto ya kwanza ni mugungini, barabara haziko rafiki kwa mchezo wa mas. Kitu kingine ni hali ya hewa, kwa sababu nakuta na upundu, barafu, upepo na kurudisha ikiangalia asili ya barabara kwenda Arusha ni mnunuko, kwaona kutana na vilima vingi hapo na upepo wa kupuliza sana, hata hapo nasikia mnunuko. Changamoto ya kutendea kazi tunazozifanya sio rafiki, na tunatumia nguvu sana, yani tunafanya kutendea kazi ambayo kuna hali ya chini sana, kama mtu anatendea kazi ambayo kwa wewe ni basi, manake mtajovin natokea taasisi ya saratani Ocean Road. Nilikuwa mshiriki wa mbio za baisikeli upande wa wanawake. Kwa kweli mashindano yalikuwa magumu, hali ya hewa kwa upande wangu ilikuwa nzito, milima ilikuwa mikali na upepo. Yaani, nimejitahidi kwa uwezo wangu kikubwa, namshukuru Mungu, sijaumia nimemaliza mashindano salama, asante sana, ndo mara ya kwanza ukiacha ugumu wa hali ya hewa, changamoto nyingine ambayo changamoto kubwa kwenye haya mashindano ilikuwa ni milima tu ya nafikiri ni kufanya mazoezi na kuendelea kujiimarisha. Kwa majina naitwa Esther Mkamichacha, natokea Wizara ya Afya kumbukumbu Mwalimu Nyerere, mkoa wa Mara, Msoma. Kwa mashindano haya kwa kweli ni mazuri. Michezo ni afya, michezo ni kufahamiana na watu kutoka mikoa mbalimbali mbali, na michezo ni furaha. Kwa michezo hii mimi nashukuru, kwa sababu nina miaka hamsini na nne lakini bado najitahidi kufanya vizuri. Nafanya mashindano na watoto na bado tunatoka dro, kwa hiyo mi nafurahi eh, na mimi sioni utofauti mkubwa sana make kilomita ni zile zile ambazo huwa tunaenda 30 kwa 35. Mimi sioni utofauti, labda changamoto, labda ni barabara hii kipindi hiki imekuwa na milima sana eh, imekuwa na milima sana lakini mashindano sio mabaya, yako vizuri. Ni kama wa wito wangu ni kwamba wamama tunaweza, usijione kwamba una miaka labda miaka hamsini ukakata tamaa kwamba siwezi kufanya vizuri, kwa sababu nimeshindana na watoto wenye miaka thelathini thelathini na kitu lakini mimi nina miaka hamsini na nne na bado nimetoka namba nzuri. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba wamama tusirudi nyuma, tunaweza. Hey, hey, manako, hey.